Uhali gani mtanzania mwenzangu, Daily News Digital iko tayari kukuhabarisha taarifa mbalimbali kutoka pande zote za Tanzania. Kutoka hapa visiwani Zanzibar, hii leo Chama Cha Mapinduzi kimetangaza majina ya wagombea katika nafasi mbalimbali wakiwemo, mbali mameya wa jiji, lakini mameya wa miji pia alikadhalika, wametangaza majina ambao wanakwenda kugombea katika nafasi ya wenyeviti wa halmashauri kwa upande wa wilaya mbalimbali mbali. Tanzania. Aliyetangaza nafasi hizo ni Katibu Idara ya NEC na Uenezi Kenani Laban Kihongosi, amewataja wagombea hao na kuwataka kesho kufika katika maeneo mbalimbali katika mikutano maalum itakayo kwenda kuwapigia kura tayari kwa ajili ya kuwachagua. Hawa ni baadhi ya majina ambayo yametangazwa hususan kwenye wale ambao wamegombea kwa upande wa meya wa majiji, lakini na wale watakao kwenda kugombea kwenye upande wa meya wa miji. Ni kwamba leo Chama Cha Mapinduzi, baada ya kukamilisha vikao vyake vya kikanuni kwa ajili ya kwenda kuwapata wagombea ambao wanagombea nafasi mbalimbali, leo tumekuja na listi ya majina ya wale ambao wameteuliwa, lakini jambo hili linatoa tafsiri pana kwamba Chama Cha Mapinduzi ni chama ambacho kinazingatia misingi ya kidemokrasia katika utawala ndani ya taifa letu, lakini kwa kuanza na sisi wenyewe ndani ya Chama Cha Mapinduzi. Katika nafasi hizo kuna watu ambao wamegombea nafasi ya umeya wa halmashauri za majiji, jumla yao walikuwa sabini na sita, na wale waliogombea umeya wa manispaa waligombea jumla ya watu 137 ambao walichukua fomu. Lakini wapo waliogombea wenye viti wa halmashauri za miji walikuwa jumla 83. Lakini wapo waliochukua fomu za kuwania nafasi ya wenye viti wa halmashauri za wilaya ambao jumla yao walikuwa 729. Hii ni kwa Tanzania bara, lakini kwa upande wa hapa Zanzibar, meya wa halmashauri ya jiji alichukua mtu mmoja. Meya wa manispaa walichukua watu 34 na wenyeviti wa halmashauri za miji walichukua watu saba. Hivyo naomba sasa nitumie fursa hii kuweza kuwatajia majina ambayo yameteuliwa kwa ajili ya kwenda kupigiwa kura. Wagombea wa nafasi za umeya wa majiji, tunaanza na jiji la Arusha walioteuliwa ni ndugu Maximilian Mato Irake, wa pili ni ndugu Matuyan Laipotok Liza na watatu ni ndugu Credo Adam Kifukwe. Hapa ni kwa jiji la Arusha. Tukija jiji la Dar es Salaam, jiji la Dar es Salaam namba moja ni Omar Said Kumbila Moto namba mbili ni Nurdin Bilali Juma kwenye mabano Sheta, namba tatu ni Saadi Mohamed Kimji na Robert J Manangwa. Hapa ni kwa jiji la Dar es Salaam wa CCM wa umeya wa jiji manispaa na wenyeviti wa halmashauri za miji na wilaya. Kwa upande wa Zanzibar, tunaanza na mkoa wa kaskazini Pemba, wilaya ya Micheweni yupo ndugu Ali Hamis Bakari Doholo, ndugu Ali Juma Shaib, ndugu Salma Hamis Tumu na ndugu Masud Ali Hamadi. Hapo ni wilaya ya Micheweni. Tunakwenda wilaya ya Wete, yupo ndugu Hassan Hamad Ali, Salhia Salim Khatib na ndugu Zulfa Abdallah Said. Tunakwenda mkoa wa Mjini Magharibi, jiji la Zanzibar yupo ndugu Kamal Abdul Satal Haji. Tunakwenda wilaya ya Magharibi A, yupo ndugu Chumu Shuari Machano, ndugu Arafa Mohamed Salum na ndugu Juma William Sungwa. Tunakwenda wilaya ya Magharibi B, yupo ndugu Khamis Hasan Haji na Hasan Ali Nasoro. Tunakwenda wilaya ya Mjini, yupo ndugu Khadija Saleh Ali yupo ndugu Mohamed Ibrahimu hasanali Razali. Hayo amewataka wanaosimamia uchaguzi huu kwenda kufanya haki kwenye kila chaguzi. Kwa upande wa wasimamizi wa uchaguzi, ni kwa wale ambao wana dhamana ya kwenda kuchagua na kupiga kura ifikapo hiyo kesho. Hivyo viongozi wa chama katika ngazi husika na wakurugenzi wa uchaguzi waende wakasimamie haki, uadilifu kuhakikisha wanapatikana wagombea ambao watakwenda kutumikia katika hatua inayofuata ya kwenda kupigiwa kura katika maeneo mengine kwa ngazi ambayo inafuata, baada kutoka hapa afisi kuu ya chama cha mapinduzi visiwani Zanzibar. Mimi naitwa Hashim Kasim, Daily News Digital <muchasim>